Naam, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo tumepata kibali mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri na takatifu kabisa ya Mungu. Na siku ya leo tutajifunza jambo moja e, zuri sana ambayo linasema kuchukuliana mizigo, kujali wengine na kuacha dhambi. Amina. Wapendwa katika Bwana, njia pekee ya kuacha dhambi ya kuacha dhambi ambayo itakufanya uache dhambi au ishinde dhambi na kuikataa dhambi ni jambo moja tu ni imani juu ya Yesu Kristo maana katika hali ya mwili hatukuweza kuishinda dhambi na kuacha dhambi, hatukuweza tukawa kwenye hali ya ubinafsi. Kristo alivyokuja akachukua, akasema, akachukua akachukua akasema, kwa kuwa mimi na baba tu umoja, basi nasi, basi nasi tuwe na umoja namna hiyo hiyo katika mtu na mtu, mtu na mtu, nasi tutakuwa ndani ya Mungu na umoja huo huo. Maana yake mtu ambaye atakuwa anajali wengine na, ku, na kuchukua mizigo ya wengine, huyo mtu Mungu anasema atamheshimu. Mungu anasema atamheshimu. Kusoma katika ile Luka, kusoma katika ile Yohana 12 mstari ule wa 26. Kwa maana hiyo mtu yote ambaye akitaka kwenda katika Kristo anatakiwa amfate na kufanya zile kazi ambazo Kristo alizifanya. Kristo alifanya jambo moja kubwa ambalo ni upendo. Huo upendo ndio jambo pekee ambalo litakufanya wewe uweze kuchukua mizigo ya watu wengine, uweze kufanya kuchukua ile ule uchungu watu wengine wanaojisikia na hiyo pia ndio njia pekee ambayo itakufanya wewe uache dhambi utaacha dhambi utaacha dhambi na kutubu. Anasema Ayubu kwamba katika ile Ayubu 42 mstari wa 5 na sita kwamba nilikuwa nasikia kwa masikio yangu, lakini sasa ninaona kwa macho yangu, katika hali hii ninatubu. Anasema nina anatubu katika vumbi na majivu. anatubu kwa sababu gani? alikuwa anasikia, ana, ana, ana, ana, ana tu Mungu anafanya hivi, lakini sasa moyo wake unaamini, anaamini alichoku alichokuwa nakisikia, maana yake anaona kitu anachoku alichokuwa nakisikia imani yake imetimia. Kwa hiyo hiyo imani imetimia sasa, analia na kutubu, kwa sababu anaona kabisa kwamba mimi sikuwa natenda haki, mimi sikuwa natenda sawa. Isaya naye akati, ana anaongea watu wale wenye midomo michafu, ole ole ole watu, ole wenu, ole wenu, ole wenu. Lakini siku hiyo akaja yeye, alipoguswa na kinywa na na na kwa mkono wa malaika, Mungu alipomgusa Isaya, Isaya kuja anasema ole wangu, mimi ni midomo michafu. Kwa sababu wapendwa katika Bwana, kumwendea Mungu kunahitaji kunahitaji ufate tabia taratibu na tamaduni ambazo Mungu alivyo, ndivyo uende hivyo hivyo. Yesu Kristo alichokuja kwetu ndicho alichokuja hicho alichokijia hicho alikijia hicho, ni sisi kutuleta karibu na Mungu, kutuvisha tabia za Mungu kutuvisha tabia za Mungu huko nua kumwamini Mungu kumwamini Mungu maana yake alikuja Mungu. Alikuja Mungu. Alikuja mwanadamu kuweza kuonesha namna gani ambavyo tunaweza kwenye hali hii ya mwili kwenye hali hii ya mwili kwa, kwa imani tunaweza tukashinda dhambi kwa imani kwenye hali hii ya mwili tukafanana na Mungu kwenye hali hii ya ka... imani tunaweza tukafanya mambo yakatokea kwenye hali hii ya imani kwa mtu jambo mmoja mmoja anaweza akafanya, katokea. Sisi kwa kuwa tumeshakuwa tumesha kuwa waamini wa Mungu, tumesha kuwa tayari ni wachungaji, tumesha kuwa kwamba ni walimu wa, tumesha kuwa kwamba ni taa, tumesha kuwa tunamulika, tumesha kuwa ni watu wema ambao tunawaelekeza watu wengine waende kwa Mungu. Anasema, basi enendeni ulimwenguni, mkafanya mataifa kuwa wanafunzi, na kila aminia atabatizwa, amin Anasema kwa sababu mimi nawatuma ninyi, naye mimi nipo ndani yenu, sitawaacha hata utimilifu wa dahari. Mungu yupo pamoja na sisi, anakaa pamoja na sisi kwa njia ya upendo. Hawezi kukaa sehemu chafu, anakaa nasi kwa, kwa tumesha kubali kumwamini na kumpokea kwa. Kama tumeamini na kumpokea Yesu, tunatakiwa tubadilike na kuchukua ile tabia na taratibu za Yesu Kristo alivyo, au taratibu za mungu alivyo, na ile taratibu ya mungu inaitwa kijambo moja linaitwa kuchukuliana mizigo, kuchukuliana mizigo. Mpendwa katika Bwana, ukiwa mtu wa kuchukua mizigo ya watu wengine, hautaenda katika waliifu. Kwa sababu utakuwa unasikia uchungu kabla ujaenda katika jambo lote. E, tafakari wenzako wana, wanaishi, wanaishi anasema katika ile Petro ya kwanza tano ukisoma mstari wa tisa Amin? anasema Mpingeni huyo mkiwa na imani thabiti, mkijua kabisa kwamba mateso yanatimizwa kwa wenzenu waliopo duniani, kwamba ukiangalia kwamba mimi katika hii hali yangu ambayo nilionayo hii hali ambayo nimepata hii neema, zamani nilikuwa namna gani? Zamani nilikuwa ni mlevi, zamani nilikuwa mbaya. Nilikuwa najisikiaje kwenye hali ya ulevi? nilikuwa najisikia vibaya, nilikuwa naumia. Nilikuwa mwashirati, kwenye hali ya washirati nilikuwa najisikiaje? Nilikuwa najisikia vibaya. Kwa hiyo kuna wenzangu huko ni washirati bado, kuna wenzangu huko wanaumia, kuna wenzangu huko ni walevi, kuna wenzangu huko wana uchungu, kuna wenzangu huko wana wasiwasi wasi, kuna wenzangu huko wanaishi katika maisha, maisha ambayo hayafai. Kwa hiyo kumbe kuchukulia na tupasa kuchukulia huo mzigo, kuangalia wenzangu wanaotimiza huko, tunampinga shetani tukiwa na imani thabiti. Kataa hiyo dhambi ukiwa na imani thabiti. Akakubali akasema mimi ndio mchungaji mwema, mchungaji mwema huutoa uhai kwa ajili ya kondoo wake. Kwa ajili ya kondoo, mimi nipo tayari kufunga kwa ajili ya wenzangu wanaoteswa, mimi nipo tayari kuomba kwa ajili ya wenzangu wanaoteswa, mimi nipo tayari kuumia kwa ajili ya wenzangu wanaoteswa, nipo tayari kufanya hivyo. Kristo akakubali hivyo, akakubali kupigwa kwa ajili ya mimi na wewe tuweze kuokolewa. Alikubali huo upendo, alikubali hicho kitu. Hivyo, hautaenda katika dhambi, kwa sababu utakuwa unaangalia kwamba kuna wenzangu huko duniani wanaangamizwa, kama hiyo ibilisi anawateza, wanakufa katika hali ya uharibifu. Kwa hivyo wa ndio kitu ambacho Mungu alikuwa anatutaka sisi tuwe hivyo tukiwa na tabia yake, maanake tutakuwa wachungaji wema, tutakuwa watu wenye tabia njema, tutaenda tutaangalia wenzetu wenze. Hautaenda hautaenda kumtongoza mtu eti kisa, eti ili upate raha za raha mwili, kwa sababu unajua kabisa unaenda kuiangamiza ile nafsi. Utakuwa na imani thabiti utakuwa na imani iliyosimama imara. Wapendwa, kumchukua Mungu inahitaji sana moyo ambao umenyenyekea sana, inahitaji ulinganishe vitu. Fanya tathmini, mpendwa katika Bwana, fanya tathmini, angalia unavyoenda katika hiyo. fanya tathmini kwamba ulikotoka, ulikotoka, ulikotoka ni kuchafu. Hawa watu ambao unataka wapeleke ni kuchafu kwao, fanya tathmini hiyo kitu, angalia, angalia, fanya hiyo hesabu usisha ambako ulitoka na watu wengine duniani wako katika hiyo, wewe ndio chanzo umepata hiyo neema ili kuwakomboa watu, lakini unaporudi tena katika uovu unavudi katika uovu hem, fikiria sana katika hiyo. Unapokuwa katika hiyo, fikiria watu wa, ndugu zako walivyo, mama zako walivyo, baba zako, kaka zako, jomba, watu mbalimbali wanaokuzunguka dunia nzima, ifikirie kwanza kabla hujaenda katika njia ya uharibifu fikiria dunia. Ndipo Mungu naye anasema atakupenda atakuheshimu sana, kwa sababu ndivyo Mungu alivyofikiria. Anasema, kwa maana jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Ili kwa kitu cha kwanza, aliupenda ulimwengu, hakuacha ulimwengu upotee. Aliupenda ulimwengu. Kwa kuupenda ulimwengu ikamfanya Mungu aweze kuwa atume mwanawe wa atume, atume, atume pekee ajitoe mwenyewe aje kwetu maanaake, ate ate, akubali kufa kwa ajili sisi. Anasema huyo mchungaji mwema anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Huyo kondoo akisha kufa, yupo tayari yupo tayari kupambana na mbwa mwitu, ili tu aweze kumwokoa yule kondoo ndivyo Yesu Kristo alivyo, ndivyo anavyotaka sisi tufanye. Ndio maana ukisoma hiyo Petro wa kwanza mtano mstari wa nane ukianzia wa nane anasema anasema, maana mshtaki wenu kama ibilisi kama simba anguruma azunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Kwao ni mmoja, mtu anatafuta ameze watu kwao. Tumpinge huyo tukiwa na imani thabiti, tumpinge shetani tukiwa na imani thabiti, tuangalie wenzetu wanapopata shida, tuangalie hivyo vitu, tumpinge tukiwa na imani thabiti, tuweze kuokoa hao kondoo na sio kuangamiza. Kwa maana hiyo Mungu anasema atatuheshimu na atatutunza. Mpendo katika Bwana, ukiwa katika hali hiyo utaingia tena katika dhambi, ukiwa katika hali hiyo utaingia katika uovu, ukiwa katika hali hiyo moyo wako utajuta kama Ayubu anavyosema anasema, kwamba nikajisikia uchungu ndani yangu na kutubu. Akatubu kwa ajili kwa nini? Ameona utukufu wa Mungu. Amen, ameona utukufu wa Mungu. Mpendo katika Bwana, namuomba sana Mungu wa mbinguni akujalie neema hii, akujalie kipawa hiki, uweze kuikaa katika utulivu wake, uweze kukaa katika neema yake, uweze kuokoka hata siku ya mwisho. Mungu akuhifadhi, akuwe katika utukufu. Nitaomba <laughs> kwa ajili yako. Natumaini okay. video hii imekuwa baraka kwako. Mungu amekuja kubariki sana. Na akujalie neema akujalie nguvu uweze kukaa katika utulivu na neema yake. Basi kwa ajili yako, Mungu ameua akulinde na kukutunza na uweze kuangalia jinsi ambavyo Mungu anaangalia, nawe uangalie hivyo hivyo. Utamaduni wa Yesu Kristo ndio wakuchukulia na mizigo. Kubali kufunga kwa ajili ya mwingine, kubali kuomba kwa ajili ya mwingine, kubali kutoa tamari zako kwa ajili ya mwingine, ili uweze kuirudisha tu hiyo nafsi kwa Mungu. Ndivyo Mungu alivyotuona sisi, ndivyo alivyomuona alipomuona mwingine, alipomuona mwingine. Nasi tusio watu wa kujiangalia sisi, tusio watu wa binafsi tusi, bali tusimame imara. Kubali kuteseka, kubali kutoa uhai wako. Aipendae nafsi yake ataiangamiza, bali aichukie nafsi yake ataiusha hata, yusha, hata uzima wa milele. Amen, asante Mungu wa mbinguni, jina lako Bwana nalikubali, jina lako Mungu nalihimidi na kulitukuza. Mungu, tazama Yesu Kristo Atuhawa Mungu aminguni, Bwana nakuhitaji. Mungu, Roho wako Mtakatifu akashuke ndani ya kijana huyu akashuke ndani ya baba huyu akashuke ndani ya mama huyu akashuke ndani ya baba kaka huyu. Mungu, simama nao. Yesu, ujitukuze ndani ya ulimwengu huu Mungu, ukaonekana wewe, Mungu uliyejulikana, Bwana ambaye Mungu uliokoa nasi, kwa ajili ya uchungu, kukubali kuona kadri, kukubali kukata tamaa, ulikubali kutoa uhai wako ili uweze kuuisha watu wengine ndivyo Mungu avikune Bwana ulivyo Bwana, na kuhitaji. Ndio hiyo Bwana, ingie kati ya mmoja mmoja na asikia video hii Bwana, na mtu asisikie video hii hi, katika ulimwengu wote, tembea nao Yesu waangalie Bwana Roho yako Mtakatifu akashuke siku ya leo, ukahudumii kwa nguvu na uweza Bwana, na uweza wako na nguvu yako ya Bwana, katika nguvu na kibali Bwana nakibaibaa ulichoachia ndani yangu Mungu siku ya leo. Asante Mungu kwa karama hii, asante Mungu kwa neema hii, asante Mungu kwa baraka hii Bwana, na juu ya watu wengine wakapate kuipata neema hii Bwana, ukaufungua uwe Bwana, ukafungue zile roho zilizofungwa Yesu Kristo, ukajalie Bwana moyo mpya, moyo wa kujua Yesu Kristo, katika jina lako Bwana nahidi na kulibariki Mungu mchana wa leo, waguse na kuwalinda watu hawa katika uweza na kibali, amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana, nikutakie siku njema. Shalom, shalom.